Libarikiwe, haleluya. Namshukuru sana Mungu sana sana kwa upendeleo huu. Ilikuwa nishuhudie toka juzi siku mbili zilizopita, lakini kufuatana na nguo nilizokuwa nimevaa nikawa nimeshindwa kupita kushuhudia, lakini leo nikasema, ngoja niwahi nikashuhudie livopita hapa mbele shanga mama nasema utasimama. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Namshukuru sana Mungu kwa jinsi ninavyoendelea na wokovu, naendelea kuokoka kila kuitwapo leo. Kwa nini nasema naendelea kuokoka? Kwa mimi lwangu, kila mtu anayepita hapa mbele kuhubiri najikuta bado kuna neno ambalo nakuta limenigusa nakuta mbona pale nimeshindwa kwa sababu neno la Mungu ni kioo cha kujiangalizia. Kwa kila nikiangalia nakuta bado, kila nikiangalia nakuta bado. Hata uko nyuma nimewahi nimewaishuhudiya kwamba mimi niliwahi muuliza mtumishi mmoja nikasema, mimi nashindwa kuelewa Yesu atakuja kuchukua kanisa gani? Mbona mimi nimeokoka muda mrefu, lakini nakuta kila mtu akisimama kuhubiri najikuta bado. Najikuta bado. Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya neema yake, kwa ajili ya pendo lake. Nilikuwa nimesafiri, mama alikuwa ameumwa ghafla, nilikuwa nimeenda Mwakaleli. Sasa wakati naondoka mahali hapa, nikawa nimeomba, nikawa nimeenda, nimebeba Biblia yangu kama maagizo baba alivyotuagiza. Kwa nivyofika stendi kakaangu mimi ni dereva nilivyofika stendi walikuwa wanaongea na, na konda wake alivyoniona akasema mpokee mteja akasema eh sio mteja huyo ni mtumishi leo umeamua unishikie Biblia kwa sababu yule kaka tunakosana mara nyingi kuhusu neno la Mungu Bwana Yesu asifiwe kwa nikasema "Ah, mimi ni abiria akasema mtumishi akakimbia ndani ya gari akaenda kuweka nyimbo Jina la Bwana libarikiwe. Walivoweka nyimbo, nikasema niwekeza ambarikiwa, katafuta katafuta akuzikuta. Nikasema uweke mimi ndio mchungaji wangu, uweke nyimbo hizo, mi niwe nasikiliza. Akasema hamna shida, ngoja nikutafutie. Bwana Yesu asifiwe, namshukuru sana Mungu. Wakati tunaenda pale Kiwila Tandale, karibu na kanisa mi, kanisa la kikosi kazi pale Tandale, si Sijawahi fika lakini siku ile nilifika kwa sababu gari lilikuwa limeharibika kile kile, e, kile chuma ambacho wanayawekea tairi kilisagika, wakati gari linatembea kisagika, ulitoka moshi gari likazima pale pale. Kwa namshukuru Mungu tulipona ajali, kiasi kwamba kungekuwa mteremkoni, sijajua ingekweje. Kwa tulikuwa pale kutoka saa tatu mpaka saa kumi na moja. Kwa nilienda pale kujichochea. Kuna mtumishi mmoja alikuwa amepita pale, akawa akanichukua nikaenda pale nikaomba, siku ile ambayo kina baba walikuwa narudi, ndo alikuwa Mafinga. Nikawa nimefika pale nikaomba, nikaomba, lakini kitu ambacho nilijifunza pale, nikasema Mungu, mimi anisamehe sana. Mimi sijafanya chochote kwenye ufalme wa Mungu. Kwa kweli nilijifunza kitu, jinsi nilivyoliona jengo watu ni wachache, lakini jinsi walivyosimamisha lile jengo nilijisikia kuugua sana. Nikasema Mungu nihurumie, ingawa tunatamani sana kufanya kitu, lakini nikasema Mungu hakika nisaidie. Nilijifunza kitu kikubwa sana. Kwa niliendelea kujichochea pale nikarudi nikakuta gari bado hajatengenezwa wakasema, kama kuna mtu ana ndugu yake, basi tukaombe kwa sababu gari la kwenda kule kwetu kule ni moja tu, kwa ikabidi tusubiri hilo hilo hilohilo. O, akasema kama kuna mtu ana ndugu yake tukala, tutalala kwake. Nikasema msihofu, kuna kanisa hapo, tunaweza atakwenda kuomba, tunaweza atakwenda tutakula hata chakula msihofu. Kwa nikawa naendelea kuhubiri, nikawa naendelea kusema neno la Mungu. Kwa kuna mmoja akasema, huyu mama inawezekana ndo aliyesababisha tusipate ajali kule kwenye mteremko, kwa sababu kuna sehemu dereva alisimama kwenye mteremko, akaangalia gari, akaangalia tukaendelea na safari kwenye mteremko, baadaye tena akaangalia, tukaendelea na safari, lakini ndipo likaenda kuzimia pale. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya watumishi wa mahali hapa, sitakosa kumtaja Besa, ni wengi sana walinipigia simu wengine, waliomba waliomba kupitia simu wakimwombea mamangu, hatimaye akawa mzima. Lakini namtaja nini? Betha, ni watumishi wengi wengi sana, walinipigia simu. Betha kila siponiona napiga simu, nashukuru sana kwa moyo wake, nashukuru mno. Watu wa Mungu, yaani wokovu bado, injili bado, hatujatangaza kwa sababu watu wa kule wote ambao walikuwa wanacheza ngoma kule nyumbani sisi tunayaita mangoma, wote wako kwenye kwaya, wote wako kwenye kwaya na wanaimba, wanaimba tu kama ngoma. Ndio hao wanajita wameokoka, ndio waliokoka, ndio waliolishikia kanisa. Nikasikitika sana, nikasema, "Mungu wangu nisaidie, sisi hapa tunacheza." Unajua, nilisema kitu kimoja, nilimwambiaga mama, nikasema, mtu kama umezoea umezoea kufanyiwa miujiza au kitu fulani, umezoea unacho, unacho, unacho, unacho, unacho. Uwezi ukajua mwenzio ambaye hana yani, unaweza ukazoea kitu fulani unacho, uwezi ukaona muujiza kwa sababu una jina la Bwana libarikiwe. Yani watu wa kule wameharibika, wameharibika kiasi kwamba hata kama nilizunguka, nilizunguka sana kuhubiri, nilizunguka sana kuambia kila n niliyekuwa nakutana naye, nilikuwa namwambia habari za Mungu, lakini walikuwa wabishi. Mtu mwingine anasema hey, au wengine hao wanamaliza tu soli za viatu, kwa mfano fulani, kwa mfano fulani. Mimi nilimwambia usiseme fulani, usiangalie tu watu ambao wameshindwa, wapo watu ambao hawajashindwa. Akasema kwa mfano nani? kasema mimi. Na mtumishi mmoja anaitwa Mwambusi, yule baba toka sisi tunakuwa, ni muuata yuko vizuri hana yani, hana makorokoro hana sifa mbaya. Kwa nikasema mwangalie Mwambusi basi ukishindwa, mimi unasema niko mbali, mwangalie Mwambusi na mimi nimekulia hapa, mnanijua, basi niangalia hata mimi. Akasema kwa kweli, kuwa na, na kwa kweli kwa Mwambusi na nakili kweli. Nikasema sasa, kwa nini waangalie wengi hao walioshindwa? Kwa kule kutangaza okovu ilikuwa ngumu, lakini niliendelea kusema, niliendelea kuambia, nikasema nyie watu Watu, ni watu jifunzeni, hata kwa watu ambao walioshinda. Alafu nikamuuliza swali kijana mmoja nilipokuwa namshuhudia alivyokuwa ananisaidia kubeba mahindi, nikasema hivi, siku ya kufa unakufa na nani? Akasema peke yangu. Nikasema basi huo ni mfano kwamba hata siku siku ya kufa kama nakufa peke yako na wokovu ni wakwako peke yako. Ubebe wokovu kwa uzito, usiangalie mtu ya kwamba sijui huyu ameshindwa. Hapana, kama tutaenda hivyo, tutashindwa wengi Bwana Yesu asifiwe. Kwa namshukuru sana Mungu, namshukuru sana sana. Neema ilikuwa nyingi, watu walinielewa wengine wakuziaki, lakini uzuri wake mimi wananijua. Niniendelea kusema hata ndani ya nyumba, hata ndani ya nyumba. Unakuta mna, mnaanza kubishana, nikasema mimi sijaja kubishana, kwa mfano mama anaumwa. Anaumwa unamwombea. Watumishi wamemwombea. Amepona, amepata nafuu. Unamuelekeza vya kufanya, unakuta mtu anabisha. Ndipo nilipopata tafakari kwamba Mungu nisaidie. Wakati niko kule kule, nikawa nimechukua daftari langu, nilikuwa nimeenda na daftari langu na Biblia yangu, nikawa nimeandika, nikawa nimeandika ni, ni, nikawa nimekaa, nimekaa kipweke, maana unakuta kila unakoenda, kila unachoongea watu waelewe kwamba kuna wakati fulani ukiomba ukiomba, unajua kabisa unatoka na ile nguvu na u, unajua kabisa kwamba nikienda pale naenda kupiga, lakini ukienda unakuta vitu sivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nilipochukua daftari langu na biki na Biblia na kitabu, ingawa kwenye kitabu nimetafuta sijajua. Niliandika, nilikosea kuandika, sijajua niliandika kwenye kitabu cha maombi machache ukurasa mia moja ishirini na saba lakini nimetafuta sijapaona. Niliandika kichwa wakati nimekaa na tafakari, nasema, Mungu hivi kweli wokovu unaweza ukaonekana chini ya jua kwa mtu au kwa watu? Nikasema wokovu utapatikana kwa mtu mmoja ambaye anaelewa kwao. Nikaandika kichwa, hakuna kitu chochote kitakachokupa nafasi ya kumwabudu Mungu Hakuna kitu chochote kitakachokupa nafasi au kitakachonipa nafasi ya kumwabudu Mungu. Kwa nini niliandika hichi kichwa? Nilikuwa na tafakari zangu kwamba nimepita wakati mwingi mgumu, nimejitoa kwa vitu vingi, lakini katika hicho kitu unakuta kila unachofanya unaonekana mjinga kwa watu. Hakuna mtu ambaye amebeba wokovu akaeleweka kwa watu. Hakuna mtu ambaye yani amebeba wokovu wa kweli, au anamwambia mtu ukweli alafu akaeleweka kwa watu. Ndio ikawa tafakari yangu, nikasema, kweli wanadamu hawaelewi, kweli wanadamu hawawezi kusikia. Hakuna kitu chochote kitakachokupa nafasi ya kumwabudu Mungu. Mimi mimi hapa, wakati kabla mme wangu ajafa nilikuwa naona kama nanibana sana kwenye wokovu, niliona kama nanibana sana lakini, wakati huo huo, nilikuwa na wakati mrefu sana wa kwenda kwenye mikutano, wa kwenda kwenye maombi, wa kulala mlimani, hapo alikuwepo, lakini niliona kama ananibana. Hayo ni mawazo yangu, au niseme ni tafakari yangu, lakini baadaye amekufa, amekufa. Nikasema hapa nitamtokea adui nje ya langu, nilisema nilirusha hadi kwenye nani, kwenye mtandao. Lakini pamoja na hayo, sijafanya chochote, ndio kwanza nimeshindwa kabisa, kwa sababu kila nikisema niende kufanya kitu hiki, mtoto. Kila nikifanya nikisema niende nijilipue, labda nifunge siku tatu, mtoto hey. Kwa nikawaza sana, nikasema kweli hakuna kitu ambacho kitakupa nafasi ya kumwabudu Mungu, yaani uwe na mali kusema labda uwe na mali na watoto sijui na nini vikolokolo vya duniani hivi hapa, kwamba vitakupa nafasi ya kumwabudu. Nikasema nikasema Mungu, hapana hapana. Kwa nikawa na tafakari ya kwamba kweli kweli vipo vitu vingi tunajiapiza, wakati huo unakuta una nguvu lakini wakati wa kwenda kwenye mazingira unakuta unashindwa. Kwa niliwaza sana, nikasema Mungu nisaidie, nisaidie, kwa sababu haya mambo ya Mungu mara nyingi tunakuwa wapweke kweli. Ukisimama katika kweli unakuwa mpweke, unakuwa una mtu nyuma. Nikianza kukumbuka toka huko nyuma, mimi nilikuwa nikiomba watu wa Mungu nikiomba, zikishuka nguvu basi nilikuwa mimi nikijiripua nasema chochote nilikuwa nikibeba Biblia naenda naongea chochote. Sasa yale natakiwa ukumbuke vile vile, unakuta unakuwa na maadui wengi na hakuna mtu ambaye anakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niliwaza sana nikasema kitu gani ambacho kitakuwa kitanipa nafasi ya kumwabudu Mungu nikakuta hamna, yani yani hakipo, yani kitu ambacho kitanipa nafasi ya kumwabudu Mungu, yani nitakiwa mimi mwenyewe mimi kama mimi niamue tu kumtumikia Mungu basi, lakini kusema sijui nikipata watoto ndio nitamtumikia Mungu. Haya, niliweka kigezo nikasema, anani bana bana. Haya, amekufa amekufa, sasa toka ukahubiri. Ndio kwanza ile nguvu imeisha kabisa, nikasema Mungu nihurumie sana, nihurumie sana. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu, watu wa Mungu, niliendelea na kuongea na wale watu, wale watu aisee, wako mbali kama anavyosema Baba ya kwamba yani hakuna haki ambayo inahubiriwa huko, yani tupige tu tupige, tupige, tupige, tupige tu mahesabu kwamba miaka mitatu inayokuja uokovu utakuweje? Niliwaza sana mimi, uokovu utakueje? Sio miaka mitatu, hata mmoja. We fikiria kama sisi tuko hivi, sisi tuko hivi ni kweli, kama hatusemi, kama hatuongei Yaani, huko vitu vinavyopandikizwa ni vitu vingine tofauti kabisa, tofauti kabisa na wokovu, tofauti na watu wamevishika. Sio kwamba anakosa. Sio kwamba ana makosa. Wamefundishwa. Mimi siku moja niliingia kwenye maombi, nililia sana, nikasema, Mungu nihurumie. Nikasema watumishi wako wamenifikisha hapa, nikasema kwa sababu ni mtumishi akisimama kuhubiri, wakati umetoka kuokoka, unapokea vyote unapokea vyote, unaingia mzima mzima, unaingia na nguvu zote, lakini katika hivyo vitu vingine haviko sawa. Ndio maana nakuta tuko hapa. Nilikuwa namwambia mtumishi mmoja, nikasema usije ukafikiri mimi napenda kufika hapa kuwa hahivi nilivyo, nikasema ni mafundisho niliyopata ndiyo yamenifikisha ya hapa. Nikasema kwa nini naongea hivi wawa, ni kijana unaomba, kuna vitu unaviona. Nikasema mi mwenyewe nilikuwa naomba, kuna vitu nilikuwa naviona lakini njia sikuiona. Kwa unaweza ukasema mama ni mzembe sana, lakini mimi mwenyewe wakati huo nimetoka kupokea uokovu, nilikuwa naona wazembe ambao walikuwa wamepokea walikuwa wamepokea uokovu muda, nikawa nasema kama neno ni hili, nilikuwa najitupa mzima mzima, lakini nakuta kumbe ni vitu ambavyo sivyo. Sasa kuja kurudi, unaingia uoga, unaingia uoga, watu wa Mungu, sio kwamba baba anavyoongea hapa ni vya uongo ni vya ukweli kabisa, na ndani kule, ndani ya moyo, kwenye kilindi cha moyo unakuta ni kweli. Ingawa mdomoni tunabisha, lakini kule ndani unakuta kabisa unakubali kwamba hiki kitu ni cha ukweli. Lakini sasa kama mimi mimilwangu, mimi nimewahi jitupa kwenye vitu vingi, niliingia kwenye hatari nyingi ko, ko mara nyingine nakwenda kwa tahadhari, lakini hiki kitu kinanipa si tena kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe! Ndio maana nimeandika hapa, hakuna kitu chochote kitakachokupa nafasi ya kumwabudu Mungu akipo. Aisee, kama unatamani gari, ujipate gari, huwezi ukamwabudu Mungu, huwezi. mimi hapa naponiona mimi. Mimi hapa tulikuwa na maduka ya vipodozi, tulikuwa na maduka, tulikuwa na mang'ombe, tulifuga mang'ombe, lakini pamoja na vitu hivyo mimi hapa pamoja na kwamba tulikuwa na hela ya kula tulikuwa nayo, lakini nilikuwa naona huku ndani kuna kitu ninachohitaji zaidi ya vile haya. Kama niseme ni watoto, watoto Mungu wamenipa, lakini bado huku ndani nilikuwa natamani, yani nilikuwa naona kama kuna nafasi haijajaziliziwa. Mpaka saizi hata nikipata hela huwa naiambia hii hela kwamba, yani hainitoshi kwenye moyo wangu. Kuna kitu ambacho tunahitaji watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe hakuna kitu chochote ambacho kitakupa kita nafasi ya kumwabudu Mungu, hakipo hakipo. Yaani mimi kwa hapa nilipofikia, hapa nimeona vingi, nimejaribu vingi, lakini unakuta ndani ya moyo bado kuna nafasi iko wazi, kuna kitu ambacho kinatakiwa. Kama mtumishi wa Mungu alivyofundisha jana, thamani ya wokovu haisi hatujajua bado, hatujajua bado, hatujafikia tunatamani. Ndio maana mara kwanza nimesema kwamba nata kila mtumishi anavyosimama kuhubiri neno, mimi nakuta bado, mimi najikuta yani bado napelea mwingi, nashindwa mwingi, na unakuta mara nyingine, unakuta nikienda nyumbani sema sasa, Mungu nifanyeje? Mbona pale nimeshindwa, pale nimeshindwa? Kwa sababu mtumishi anavyoongea hapa, anavyoongea yani, shahidi wa moyo wako unakuwa wewe, unakuta kabisa huku ndani, pale nimefeli, pale nimefeli pale, yani hata kama tunachukia unachukia tu ni uongo, lakini ukweli wa moyo tunao wenyewe. Kwa mimi namshukuru sana Mungu, namshukuru sana Mungu. Ni tafakari yangu, nasema, Mungu nishike, nimalize kwa hapa niliponifikia, nimalize tu safari yangu salama, maana hakuna kilichobaki. Sasa ndio hicho cha kujitupa mzima mzima, hofu zinakuwa nyingi. Haya, nilikuwa nasema ananizuia, ameondoka mtoto hata mama alivyokuwa ananiambia hapo, tasimama nimekatafuta katoto, nimekatafuta nitakiwa nije saa kumi na moja, akajaonekana niko basi, niende nikaombe nitarudi. Mpaka saa hizi sielewi yuko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa na namshukuru Mungu sana, niliandika pointi moja hii. Niliandika nyingi, nitasoma moja tu. Huwezi kumfurahisha mwanadamu kwa yale unayoyafanya ya Kimungu, huwezi, huwezi hata siku moja huwezi. Mathayo, mathayo kumi mstari wa mstari wa 34 mpaka 37, saba. Huwezi kumfurahisha mwanadamu kwa kitu cha Kimungu, yaani hata kama umemkuta mtu <clears throat> umemkuta mtu anazini kabisa, umemkuta hapo uanze kumwambia, anachukia, anaweza kukupiga. Au umemwona mlevi anapepesuka kabisa, mwambie mlevi, uone kama hatakupiga. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye anapenda sifa mbaya, hayupo hata mmoja. Kwa huwezi kumfurahisha mtu yoyote, huwezi kumfurahisha mwanadamu yoyote ambaye anatenda dhambi, huwezi kama una uovu ndani yake na kile kitu hata kama unamwambia ni cha ukweli lakini lazima atakuchukia. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo kumi mstari wa 34 mpaka 37. Kitabu cha Mathayo sura ya kumi na mstari wa 34 anasema, msidhani ya kuja, msidhani ya kuja ni ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Ndio. La, sikuja kuleta amani, Njiyo. bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mamaye na mkwe na mkwe mtu. Ndiyo. na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. mm. apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Amena. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Nataka nisimamie hapa, mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka tu niulize swali, ni nani anayeweza kumpenda mwenzie kama nafsi yake? Mimi sijafikia huko Bwana Yesu asifiwe. Yaani, mambo ya Mungu, tunamhitaji sana Mungu, yaani umpende, umpende mwenzio kama nafsi yako. Tunajijaradia sana watu wa Mungu, yaani tunajipenda, yaani tumefikia hapa kwenye wokovu ni kwa sababu tunajipenda, lakini tunge tungekuwa tunajua tu thamani ya wokovu tungekuwa tunajitupa wazima wazima. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hakuna mtu yaani Mungu alipenda yani tubebe wokovu kwa thamani, lakini tunashindwa kwa sababu ni vitu vingi ambavyo tunajihurumia. Pia tunashindwa tuna, tuna tunaogopa kukwazana na watu, kwa sababu mimi huwa najifunza hata kwa watoto. Kila kitu nikimfanyia mtoto na kumbuka baba anayofundisha hapa, mtu ananuka, nikamwambia kweli ananuka, mimi na, kabisa, naona kweli ananuka, lakini naanzeje nzeje? Yani nakuwa ngumu, watu wa Mungu, yaani tunamhitaji Mungu sana sana katika kizazi hiki, yani ni vitu vingi vinaharibika, wakati sisi tunaona, lakini tunajua, kwa sababu tunajihurumia sana. Mimi nikawa nika, nika ni tafakari zangu nikasema, Mungu nisaidie, ili somo nilikuwa nimeandika makala, nikasema, Mungu nisaidie sana, nakuhitaji sana Mungu, hauwezi ukafanya kitu chochote hauwezi ukamtafuta Mungu, yani kwa kuangalia wanadamu na vitu vingi. Tumefeli, tunashindwa kufanya sawasawa sawa, kwa sababu tunaogopa. Sio kwamba neno hatusikii, sio kwamba yani unasikia kabisa unalia, unaomba kabisa, unakuta iko nguvu, unatoka, unaenda mtaani, unakuta huko ah, tofauti. Bwana Yesu asifiwe. kwa namshukuru sana Mungu kwa uwepo wake, namshukuru kwa hapa aliponifikisha hiyo nitafakari sana, natamani sana nibaki kwake, yaani hata kiwe kiwe kitu gani kinakuja, na ni maombi yangu kwamba Mungu nisaidie, nahitaji sana kumaliza na Mungu katika wakati huu. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi Yohana. I say Mungu, namshukuru sana kwa ajili yake. Kule nyumbani kuna kaka mmoja amepigwa na radi amekufa, jirani yetu kabisa, alikuwa alikuwa anaenda msibani ana gari alikuwa anaenda msibani, amefika kwenye kwenye mteremko, gari likawa limekata akawaambia waendelee wenyewe, aliyokuwa amepanda nao akawaambia waendelee na, waendele na safari waka, ili awakute pale juu, anatengeneza gari, mvua ikaanza, ametengeneza gari, akawa anapita kakaangu na pikipiki. Kakaangu ni, ni, ni, ni dereva, alafu anajuajua jua sana ufundi akamsaidia saidia, akasema bwana, mimi nakimbia, kuna sehemu naenda. Akawa ameenda ameondoka, amemwacha anafika nyumbani, sio mbali, wanasema jamaa amepigwa na radi amekufa. Bwana Yesu asifiwe, tumezika watu wa Mungu. Mi namshukuru sana Mungu kwa ajili ya mtumishi Yohana, namshukuru sana Mungu sana. Kwa hiyo ni tafakari yangu, namtaka Mungu sana, si kwamba hatusikii neno, tunasikia. Ila kuna vitu ambavyo tunaogopa kuvifanya, ndo kama hivyo. Unaona, mtu ajaoga, mtu amefanya dhambi kabisa, atakumwambia na kuwa shughuli kwao. Mimi najifunza hata kwa mtoto wangu, kama kuna wakati unakuta natamani afanye kilichomo ndani ya moyo wangu na, naona mbona ajiongezi huyu mtoto, au kama ni kutoa vyombo atoe kabla sijamwambia, lakini vile vile ninavyowaza hivyo, nasema mbona na mimi ni hivi kwa Mungu kuwa yani, kila kitu ninachotaka nifanyie mtoto nakuta mimi mwenyewe nimeshindwa, kwa naishiwa tanguza kusema nitampiga, nakuta ni mimi. Yani vitu vingi najifunza mimi kupitia watoto. Yani kila kitu ambacho nataka nifanyie nakuta, na mimi sijafanya hivyo kwa Mungu. Kwa ni maombi yangu sana kwa Mungu, naomba Mungu anisaidie mimi na ninachohitaji, yani hapa kichobaki ni kumaliza safari yangu na Mungu. Ni kumaliza safari yangu na Mungu na katika mawazo yangu, katika wokovu wangu, katika maombi yangu, kwa umri huu nilionao, sikutegemea kwamba nitakuwa hivi nilivyo. Nilikuwa naomba, kuna sehemu nilikuwa naenda na nilikuwa naona kabisa, nilikuwa naona. Lakini sasa ndio hivyo, zimezima zinaamshwa, lakini unakuta ndio hivyo, tunaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru sana Mungu. Mungu awabariki. Karibu baba Mungu ni kweli, ni baba.